Mpira kama kawaida na matokeo matatu, lakini pengine ulitarajia kupoteza kwa tofauti ya magoli matano kwa bila? Hapana, tulikuja na game plan yetu nzuri tu. Kipindi cha kwanza nafikiri tulifanikiwa, lakini kipindi cha pili nafikiri watu walipoteza umakini, na basi tukaweza kuadhibiwa. Mm. Wapi unadhani hasa vijana wako leo walikuwa wamekwama kiasi cha kuruhusu magoli matano? Ah, baada nafikiri kuona kipindi cha kwanza kidogo wameweza kuwa maintain kipindi cha pili wakawa kuna makosa wanafanya na walikuwa kidogo wana, wanaachia ile mianya ambayo mara ya kwanza walikuwa wanaiziba. Kwa hiyo kikubwa ni hicho tu ndo maana tukifanya tukaadhibiwa. Mm. Umekuwa na vijana wako kwa muda sana. Hatimaye mnamaliza msimu licha ya kupoteza mechi ya mwisho leo, bado mna uhakika wa kuendelea kusalia kwenye ligi kuu. Pengine tofauti na ambavyo Dodoma ilikuwa na struggle misimu kadhaa huko nyuma. We kama mwalimu nini umekiona kinatakiwa kuongezwa kwenye timu kuelekea msimu ujao? Ah, kwanza nashukuru kwa hilo. Unashukuru unapokuta timu ina struggle kabla ya mechi nne ngapi, na tumeichukua timu mechi nne bado tulikuwa tuna nani ko kwa kwanza hilo tunashukuru kwa hilo. Kwa hiyo yapo makosa, yapo matatizo, unaona. Kwa hiyo kikubwa ni kukaa tu chini kuangalia, ina maana ndio kwanza msimu wa kwanza Unaona eh? Kwa hiyo kama msimu wa kwanza tumejaribu kuepuka vitu fulani, basi msimu wa pili au wangapi naoendelea, nafikiri fikiri ndo mpira unavyokuwa. Mpira ni process. Tutarajie no, eh, maingizo mapya mengi ama utafanya kawaida? Hayo tuachane nayo kwanza. We don't beginning uh, good uh, the first half uh, because uh, that's very difficult for the player we come uh, back from uh, NBA, we go outside we make a strong game there we give everything. And today also we

So <laughs> naam, ni coach Miloud Hamdi nikizungumza naye kuhusiana na kile ambacho kimetokea hapa, lakini kama utakuwa umeisikia nitakufahamu kufahamu kidogo kutoka kwake kuhusiana na maandalizi kuelekea dabi, mara mbili zote amesema kwamba kwa sasa hawezi kuzungumzia mchezo unaofuata, lakini zaidi eh, anashukuru kwa vijana wake wa kile ambacho wamekionyesha hii leo. Na niseme tu mpaka hapo hatuna la ziada, lakini nyota wa mchezo wa leo ni Ibrahim Baka na amefanya hivyo akiwa nyumbani, na muda huu anakabidhiwa zawadi na mwakilishi kutoka benki ya NBC ambao ni wadhamini wa ligi kuu soka Tanzania bara. Ni angapi? Sijui, lakini utakumbuka mwanzoni mwa msimu aliwahi kusema anataka aingie kwenye orodha ya wafungaji, na leo pia ameongeza goli kwenye eh, kibaba chake ama kibugu chake. Itakuwaje kwenye mchezo wa mwisho wa ligi kuu ya NBC kwenye dabi ya Kariakoo? Mimi mi naaytofahamu, lakini mpaka hapo niseme hatuna la ziada kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya kutoka hapa Amani, Zanzibar, jina langu ni Kennedy Moses, uwe na usiku mwema.